Iran imesaini makubaliano ya ujenzi wa vinu vinne vya nyuklia vyenye thamani ya dola bilioni 25 za Kimarekani na kampuni ya Rosatom ya Urusi. Hatua hii imeibua mjadala mpana, hasa wakati huu ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaendelea kujadili uwezekano wa kurejesha vikwazo dhidi ya serikali ya Irani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Irani, makubaliano hayo yanahusisha pia ujenzi wa mitambo midogo ya nyuklia ingawa Rosatom haijafafanua idadi kamili ya miradi itakayotekelezwa katika mkataba huo. Kwa sasa, Irani inategemea mtambo mmoja pekee wa nyuklia uliojengwa na Urusi katika mji wa Bushehr, wenye uwezo wa kuzalisha takriban gigawati moja ya umeme. Mradi huo unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa nishati safi ya umeme, kupunguza utegemezi wa mafuta ya kuzalisha umeme, na kuimarisha uwezo wa kitaalamu wa ndani katika teknolojia ya nyuklia. Urusi na Irani zinaendeleza uhusiano wa karibu katika masuala ya kiuchumi na kijeshi. Mapema mwaka huu Moscow ilikemea mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyolenga vituo vya nyuklia vya Irani. Kwa upande wake, rais Vladimir Putin wa Urusi ameonyesha wazi dhamira ya kuimarisha ushirikiano na Iran, akisisitiza kwamba miradi hiyo inalenga matumizi ya amani pekee. Nayo Iran imeendelea kusisitiza msimamo wake wa ujenzi wa nyuklia salama uzalishaji wa nishati na kukanusha vikali madai ya nchi za Magharibi kuwa inalenga kutengeneza silaha za nyuklia, ambazo tayari zinashinikiza kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa endapo Irani itakiuka masharti ya makubaliano na nyuklia ya mwaka 2015. Hatua ya Urusi kuunga mkono mkataba huu inatafsiriwa na wachambuzi kama changamoto kwa jitihada za Marekani na washirika wake kudhibiti upanuzi wa programu za nyuklia za Irani. Makubaliano haya yanaonyesha jinsi dunia inavyogawanyika katika usimamizi wa teknolojia ya nyuklia, huku Urusi na Iran zikijipanga kama washirika wanaojipanga kupanua usha ushawishi wao licha ya shinikizo la mataifa ya Magharibi.